Gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC M23 aomba watu wanaouza viwanja na vitu mbalimbali mbali kwa jina la komisionere kushiriki ulinzi na usalama na kuepuka kuuza viwanja visivyo kizi viwango vya ujenzi. Erasto Musanga amekutana na watu mbalimbali mbali kwenye ofisi yake mjini Goma. tuko na jenga, tuko napigania mabadiliko. Yeye, mnapenda familia iende jenga, mudimetre siliseni, munaona ile ni, ni maisha hapa nataka vile ya Goma banaitaka vile turistiki, tuiharibishe. Sagensi Bukavu walishaiharibisha. Tuko natafuta mabadiliko, omwe tuongezee twende Kibumba, tuongezee twende Sake, lakini omwe parsere, ikuwe ya kidogo, ikuwe ve metri sirikenzi. Hatuwezi itika, batu bako banaleta bubandi. Tuko tunasema kweli Ninataka niulize wa komisioneri tuseme kweli. Sofu ya uongozi mubaya ii miaka yote mbona guverinoma ilikuwaka hapa kwa ngezayo? Ndio. Ii shamba ilikuwa ya ngezayo, bubandi benye walileta walileta watu wa kuzaliwa karuba, aseni bautokutone hapa kwa hoteli karibu, ni bubandi na ni benye tuko napiganisha tusiapuye bitu byenye habiku aparesama tulikuwaka na mtu anasema se, se ni ba autochtone hapa kwenye wako na jenga nani katedrali ase ni fasi yabo. Tukabauliza sasa, mbona uko na dokima? Mutu kama iko na fasi kuna kuwaka mametre kuna kuwaka hektare hektare tano, wewe fasi yako ni wapi? Anasema ile keshero yote ikawa yao. Sasa mutu keshero yote ni, ni yake. Sasa namuuliza, okay. jukeshere kwa yaku, ilifukwe na subasma dokima ya kusema keshero icombie de hectare ilikuwa yapo hase apana. Mie mwami zamani asesa kulikuwa ka shefer ae mie keshero ni ya familia yetu. <laughs> <laughs> Unaona nibitu neturapash mi piganisha maire de <inaudible> la ville tusaidie, aite bashef de quartier quartier baburgumestre na bashef de serire. Ii kitu cyabahotokutone kisimame kwanza <inaudible> Chapili, cha pili, kwa chef de quartier mrango wa munzenzi na bachunga, hawezi niambia dokima moja. Unaelewa, mtu aliuza parcel una sinye wa pili na pili una sinye wa tatu na sinye. Sasa mwenye iko na haki ni wa nani? Ni wa wapi? Mutuoneshe chef de quartier mwenye anafanya vile mwenye alishasinyia dokimasa watatu, ni wa quartier gani? Asimame mtu atufasilie mwenye mshimame mutwambie, shehe wa quartier wa quartier fulani aisha sinye kutoki matatu mutwambie ashimame hapa, viseme amuelashet. Nataka ubadilike tufurahisha sana paske. Eh, wanamemba wengi wanakosako ni watendalia kone watabeba probleme zao

na mnaonaje pengine hatua yake ya kupana jibu hapo hapo kwa matatizo ya watu basi yeye ame, ame, ame, unampa swali yako unampa malalamiko yako, anakupa jibu, jibu. Anatukumbusha mzimu wetu Magufuli paske Magufuli mwenyewe ndio hivyo hivyo, alikuwa sisi, madereva tulikuwa naenda Dar es Salaam, tulikuwa tukikutana naye njiani, tunamsimamisha tunapana malalamiko yetu, hata jali kuwa ni waetrange wala ni wananchi, hapana, alikuwa anatatua matatizo. Tiswa yote. Sasa na ndio hivyo hivyo Mungu ametutumia ndani ya Afrika, ametutumia uguvana miku na ile tabia na ile akili kama ya mzee Makufu. Msanga ameomba wakaadhi wa Kivu Kaskazini kuungana kama mtu mmoja kwa ujenzi wa taifa. Tuungane sisi wote, tulete amani, amani sekirite haiko ya konee nanga ekrithaiko Jenema Kenga, sekirite haiko ya yaverner, sekirite ni ya sisi wote sisi wote tutie nguvu tulete sekirite tudenonse kibaya bibaya byote benye biko mungini yetu tubidenonse. Tunasikilizana? Kwenye muko na shida munaisema apa, kuko bavyongozi ba sekirite batoke apa na banamupatia manimero zabo. Sie tunapokeaka watu mardi kwanzia asubuhi witere mpaka saa batu bote tutamariza sikia shida zabo mnakuya tunasikia zile shida tunazitafutia solution. Msiwazi kuko mtu mwingine mwenye atatusaidia kujenga kwetu, haiko basi, wadanganye. Hakuna mtu mwingine mwenye atatusaidia kujenga kwetu ni sisi wenyewe. Na tukaungana sie na nyie, tunaweza jenga kwetu mzuri. Kujenga kwetu ni kudenonse vibaya Niwe bakomisiyonari mwone ginsi bamotari barishaka badirika. Bakomisiyonari ba bamotare bakona akamata masilaha zenye ziko bakona zikamata, lakini bakomisiyonari hakuna hakuna. Tasi kumoya, services za sekurite ziko hapo. Ninataka komisiyonari mbili walete temanyaje kama barishaka kamata silaha wala kama barishapatia bandi wakampokeza service ya sekurite wakazi wa Goma na watu mbalimbali wanaopokelewa na Bahati Msanga wakisema, tukio hili ni la kwanza, kwa hiyo tunaona tofauti kwa sababu haiko kila komisioner ama president wa association. Sa vile mi nilikuwa president, niko president wa platform ya territoire ya Nyiragongo, kwa hiyo ndiyo mara ya kwanza kupima kuonana na gavana wa jimbo, kwa sababu wengine ilikuwa kumwona haikuwa rahisi hivyo alivyo, alivyotuita leo alituita na anatupenda kutuita, kwanza ni upendo, turahisishie atusaidie, aambie usiba viongozi wa usika wa chef de seli chef de quartier wa, wa usika wote awaambie, awambie unapasha signe ku document ya parcelle ambayo unaijua unapasha kuwa na nimero ya parcelle fulani Ava usinye ku dokima, unapasha fanya desante sir tere uyiwe kiwanja ambaye e, unauzisha iyo, itaturahisisha sababu. Utakuja kama unatandika, anakwambia apana, pale kumesha uzwa pale, kume, pale akuna tena kiwanja cha bei iyo, itaturahisisha na itatusaidia sana kufatana na Muvma AFC kwa gisi iko na chunguza vito na kufatana na vito ile itatusaidia sana si. asante sana E, tumetiwa mahali hapa, anatakiwa komisioneri premierement mina jipresente. Mimi ni Sadiki Nsengiumba Abedi Abedi, wa wamingi wananijua mu sektere ya moto, na wengine wananijua mu sektere ya vya magari, lakini tunafanya kazi hizo e, tunazifanya ili tuangalie gisi ya kurahisisha na kuangalia ni namna gani eh, kazi ya mkono itaendelea isaidie population na isaidie leta kwa, eh, kwa kufanya eh, kazi zake. Ni kusema wakati gavana ametuita mahali hapa mimi nilikuwa nikirepresente ACORDC, ni association de commissionnaire eh, pour le developpement de la RDC ile akord de ce gavana ametuita mahali hapa tuangalie ni namna na gani tutafanya platforme moya sawasawa, na ile yenye wamotari waliweza kufanya. Ukiangalia leo imekwisha kukua usalama kabisa ndani ya barabara, wamejikomporte ni hivyo, amesema ndani ya sekteri ya wakomisioneri waweze kujiorozesha ni namna gani watafanya platforme moya ile ambayo itakuwa solide, kila mtu ajiretruve ndani ajue, kama ile platforme inasaidia kwa inchi na inasaidia population na inasaidia wale wa commissioner ambao ni wenyewe. Sasa unaonaje huu mwito wa kujenga umoja? Mwito wa kujenga umoja ni nzuri, chama ni moja shirika zikikuwa nyingi zitaleta desordre, lakini ikikuwa shirika moja itasaidia zaidi, paske watajua fulani anatumikia huku fulani anatumikia huku. Na wakati huko komisioneri unaenda kulomba par exemple, Sekuru Karuba, unenda kulomba Nyiragongo, unaenda kulomba Ruchuru, Lubero, utalomba komisioneri wa kule ni nani, Kubiro, watakupatia naye kwa sababu iko identifier unamuita unamukuta kule yenje anajua shida za kule iyo, Umoja njo yenye gavana ametuitia mahali hapo. na mnaonaje utendaji kazi mnaonaje utendaji kazi namna gavana anavyofanya kazi yake? Sa, gavana ameitwa Magufuli, ni population yenyewe ambayo imemwita Magufuli kwa sababu anakokota eh, watu wote ikuwe wagongasere ikuwe wakomisionere ikuwe wamotare, kuko mambo ya mupya ambayo ameifanya ambayo aikuweza ku, kufanyika zamani. Wakati chef de quartier wanamwita kuya defendre hapo, banaita CTI kuya defendre hapo, banaita Me. mer de la vie banaita burgomestre, kila mtu arepondre sawasawa na kazi yake, kisa anafanyaka, ili imeonesha kama raia ina nafasi ya mbele selo yeye na tumeiona raia ya nafasi ya mbele, na kazi tatendeka, na shie populasion tutaweza kumsaidia e, kwa kuleta amani, kwa sababu hatutaona mabaya tuweze tukose kuidenonse. Lakini vilevile vile amesemea tatizo la ubaguzi wa kabila. Ile tatizo la, la ubaguzi wa kabila aliweza kuuliza nani ambaye alifanya demande juu azaliwe kabila fulani? Hakuna. Sisi wote tumejikuta tuko watu ni namna hivyo. Nasema tukue mmoja, tufanye shirika moja, tukuna chama kimoja, tuweze kuendelea na development yetu. Na hivyo amesema yule ambaye ataona mabaya aweze kudenonse. Wakati umeambia uh, nyumba kumi, chef de quartier, nini chef d'avenue, bourgmestre, maire de la ville, anashindwa swali yako leta hapa kuguvernora nani aliweza kufika hapa kuguvernora kusiku za zamani? Kama huko politizia wa ngazi za juu nao wanaogopa, leo sasa raia wa chini, komisioneri, tumeshinda pamoja naye hapa deputy, yaani raia wako nachezea mguvernora, si tuko mguvernora, tunaona kila kitu guvernora hii eh? kazi inafanyika Amri likipewa kwa viongozi wa kata mji na wilaya kuepuka kuuza viwanja mara kadhaa, kwani hii imekuwa miongoni mwa vyanjo vya mizozo na ukosefu wa usalama. Kutanana na vatu mbalimbali vatu vakuye vaende chanzu na rumangabu. na chengine, mwite avo babiana venye vako magrupe ya arme venye vako mbalimbali baache kwenye vako kiseketi iko na vadanganye, baache badanganye wakuye tujenge kwetu. Mwenye anataka endelea kazi ya kijeshi tumufundishe juu chenye wanakuwa ndani washazoea iba kuku na ngurue na mambuzi, tuwafundishe vile vitu vitoke ndani juu ukemuuliza kuku haikuwaki mbuzi haikuwaki nguruwe haikuwaki. Abo vita yabo ni kubeba ka kuku ka mbuzi, bale babiana batoke mukuiba vitu ya populasyon. Bakuye mwenye nataka enda mujeshi ajifunze vile vitu vimutoke ndani, tuende muje, aende mujeshi na mwenye nataka ikala kunyumba aikale kunyumba, lakini haikale kutamania kuiba vitu ya watu. Musanga amekuwa gavana wa kwanza wa Kivu Kaskazini kupokea wakazi wengi kwenye ofisi yake na kusikiliza kero zao mbalimbali pamoja na kuzitafutia suluhisho. Ile mambo ile, vitu vya mafish, tuko mbele ya mzee Magufuli atamalizana na vile vitu vya mafish. Tusikilizane, ninataka wakomisioneri banyiragongo benye bari mipaka ile franga 50 dola bashimami bakuyapa wakomisioneri bamunyiragongo, bataogopa sasa. Wanataka shida zabo ziisha. Kama bako naogopa, watu bataogopa sasa, shida zao zitamalizika. Na muna gani hivi, tunasikia shida za kwanza na shida zingine, tutakuwa tunakutana tunasikia shuga zenu nwe bote, na tunasema muzichagule ndani batu kumi meri de la ville takuya na administrateri wa Nyiragongo kwa visi guverneri batu bayikale, uu mashiga bote vamingi venye munazungumuzia venye havikupata solusio, batu bavizungumuzie na tutie platforme moya yabakomisioneri asi tulivakamatia wakati ya, ya mrefu sana mvua iko na nyesha. Tunasema merci kwa kujitoa munakoehapa. Hivi tutatia hiyo komisio ya watu kumi, watakuwa kwa kwa kwa vice gouverneur Chabrake na maire de la ville na administrateur wa Nyiragongo. Watu watietormemoaya makomisioneire tukuwa tunatatua shida na kila miezi tatu kwa tunakuya hapo, tutatue shida zenye hazikutatulika tuziongee. Tunasema basi mersi. Hapa kuko sale wenye bako na nyeshewa na mvula hapa, kuko sale waende washikinge mvula, basi nyeshewe mpaka mvula inaisha. Tunasema mersi, urudie na Mungu, asante.